Habari njema ni kwamba kwa wale watu wote wanaosumbuliwa na tatizo la bawasiri, wanaume kwa wanawake, suluhisho hili hapa. Tumewaletea, hii ni panty liner ambayo inaenda kutatua changamoto ya bawasiri, tezi dume. Kuna wanaume wanateseka na tezi dume, hakikisha unaenda kutumia hii hapa bila kufanya operation. Lakini pia kwa wale ambao wanakosa nguvu za kiume, hawahimili vizuri tendo la ndoa, lakini pia kuna wale wanaume ambao wameingiliwa kinyume na maumbili, tunaenda kuwapatia hii ni suluhisho la kutosha kabisa. Kwa hiyo hakikisha na tutafuta, tukupatie hii. Ni pad liner ambayo ina dawa ndani yake, na ni dawa ambayo ni asilia, haina madhara yote kwa watumiaji. Karibuni sana, mnaenda kurejesha furaha zenu. Choose health, choose comfort, choose FC Bio Sanitary Pads from Eve Enterprises Corporation Africa, elevating women one pad at a time. FC Bio Sanitary Pad.